Hello, mimi ni Q-Zat, mimi ni application inayoweza kukupa unafuu wa maisha bila changamoto yoyote unajua, kupitia application ya Q-Zat. Sasa unaweza kutimiza ndoto zako kirahisi kabisa kwa kumiliki kile unachokihitaji kirahisi kabisa ukiwa na mimi Q-Zat: Samani za jikoni, samani za chumbani, samani za ofisini, yote kupitia Q-Zat. Weka akiba kidogo kidogo kwa njia ya tunza. Ukishafikisha asilimia 75, unachukua bidhaa yako hapo hapo na unaendelea kulipia asini 25 iliyobaki bila riba. Chagua bidhaa unazotaka kama vile television, fridge, computer, redio kubwa, mashine ya kufua, samani zote, pikipiki, hadi magari kwa bei nafuu kabisa. Na si hivyo tu, je, umeshiwa na luku? Usihofu, pata mkopo wa luku dakika chache tu kupitia mimi Q-Zat. Na je unahitaji pesa ya dharura? Q-Zat inakukopesha hadi milioni moja tasrim haraka bila usumbufu. Pia unaweza pata mkopo wa vocha ya simu muda wowote yote ni kupitia application ya Q-Zat unayoweza kuipakua kwenye simu yako ama kompyuta yako. Tembelea sasa main.qzat.co.tz na pakua application ya Q-Zat bure kabisa, na tuna mawakala Tanzania nzima. Unaweza kutupigia simu namba 0756500006. Tunakuwezesha mtanzania kupata bidhaa yoyote kwa njia rahisi. Q-Zat, tunza kidogo, miliki kikubwa.